Ndiyo, yani anahangaika kutafuta pesa, lakini pesa hazimsaidii na ajui zinaenda wapi. Ingawa tunaenenda katika mwili, ila hatufanyi vita vyetu katika mwili. Vita vyetu vipo katika ulimwengu wa roho. Kuna umaskini, mtu amefungwa awe maskini, kuanzia yeye mpaka uzao wa tumbo lake na ndio maana unang'ang'ana, unapata kazi kwa Wahindi, lakini haudumu kwenye hiyo kazi. Unapata kazi kwenye kwenye kampuni za simenti Mombasa, simenti kampuni za viwanda, kampuni za mikate, yani una neema ya kupata kazi sehemu mbalimbali, makampuni makubwa makubwa, maofisi yenye majina, mpaka kwenye maofisi ya serikali, kote umefanya kazi. Wengine mpaka wameenda mpaka nchi za nje, wamefanya kazi. Mtu amekaa nchi za nje miaka ishirini miaka kumi na tano miaka, miaka thelathini amerudi kwenye nchi yake, hana cha maana. Yani hana ujui, pe, pesa zinaenda wapi uelewi, hakuna cha maana. Umefanya na nchi za nje umeishi, ni nini? Sasa vita yako ni vita ya kiroho, shida sio mtaji. Huwa anasema siku zote, kuna watu naweza ukawapa mtaji wa laki nne, kash kash, laki nne, kash ukampa mtaji wa laki nne, laki tano, laki sita, laki saba, laki nane. Mtu umempa mtaji wote huo na bado akawa maskini na asifanye cha maana ndani ya hizo pesa. Cha kwanza tu kwanza, tukio la kwanza umezipata tu ta, tukio la kwanza unasikia tu mama yako kule ushago yuko hoi, yuko hoi ghafla tu, alikuwa tu yuko tu amekaa, nazi ikaanguka kutoka juu ikampiga kichwani. Yaani hiyo nazi iliyoanguka juu ilikuwa inasubiri upate hizo pesa milioni kumi milioni nne za, za mkopo ilikuwa inasubiri tu upate hizo pesa, nazi ianguke kwenye kichwa cha mama yako ziishie hospitalini ni hivyo? ni hivyo? ni nini sasa vita ya kiroho? You need prayers. You need prayers. Prayers. unahitaji maombi very powerful prayers sababu ukipata maombi ya design hiyo utaweza kufunguka na utapona. Naomba nimalizie mstari wa nne, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Silaha tulizo nazo sio bunduki, sio RPG, sio SMG, sio magazine, na ndio maana unakuta kuna mtu sisi, sisi ni watumishi wa Mungu, ni wachungaji. Unavyoniona mimi hapa nimeshaombea mpaka ma ma, mpaka, mpaka, mpaka, mpaka, mpaka, mpaka, mpaka, mpaka mpaka OCD OCD anakuja, OCD anahitaji maombi, unajiuliza, huyu OCD mpaka ana bunduki kiunoni, huyu huyu huyu huyu huyu huyu huyu huyu askari, tena yeye, te, tena yeye ukiangalia, hata huyu huyu OCD, saa ingine unakuta hata anawalinzi ana maskari wengine wanamlinda. OCS ni, ni, ni kiongozi ambaye ni mkubwa wa polisi, lakini unajikuta yeye mpaka ana silaha ehe, ana connection za maskari wenzake. Inakuwaje anatafuta mchungaji amuombe? Kwa sababu gani? Tatizo alilonalo OCS, tatizo alilonalo chifu, tatizo alilonalo, alilonalo MP, tatizo alilonalo OCD, tatizo alilonalo na, alilonalo governor Siyo tatizo la vyeo vya dunia hii, siyo tatizo la, kwa sababu cheo cheo ni kama koti la kuwazima. Uongozi ni kama koti la kuwazima, ni vitu vya ulimwengu. Kwa hiyo unashangaa kwamba OCS anahitaji maombi, ni kwa sababu bunduki yake haifanyi kazi, anahitaji silaha ya kiroho Bunduki ya rohoni, hahitaji bunduki ya mwili, sababu vita alionayo ni mtu ambaye ana jina. Wewe kama MP, MP anakuja anataka maombi. MP anataka maombi, anajua tatizo alilonalo ni la kiroho, sio la kimwili. Kwa hiyo kuna vitu katika dunia hii unaweza kuvifanya katika ulimwengu wa mwili vikaenda, lakini kuna vitu vingine huwezi ukavifanya katika ulimwengu wa mwili vikaenda, kwa sababu vimefungwa rohoni. Hata kuna machizi wanatembea wengine, ni machizi wawenda wazimu, wanaokota makopo. We unaweza kusema yule alisoma sana akawa chizi e, huyo labda labda unavyomwona alizaliwa chizi. Sio kila chizi alisoma sana akawa chizi, kwamba matirio yaliuchanganya ubongo wake kwa kusoma sana. Wengine wamelogwa katika ulimwengu wa roho, wamefanywa kuwa machizi, na kuna wengine wamefanywa kuwa wawenda wazimu wengine wamefanywa hata kuwa viwete, wengine wamefanywa hata kuwa wagonjwa, wengine hata wamefungwa vizazi vyao, wengine hata wamelogwa mimba zao zinaharibika. Mambo yanatengenezwa katika ulimwengu wa roho. Waganga wapo, wachawi wapo, wafuga majini wapo. Yaani we, wapo wapo wapo hii dunia wapo, kama kulivyo na wachungaji na pia wapo washirikina wapo. Kazi zao ni nini? kuzuia maendeleo ya watu Mtu anaweza kushangaa na ploti anauza n yani, ana ploti anaiuza bei rahisi sana, lakini ploti inakosa wanunuzi. Yani ploti imesha logwa isiuzwe, imefunikwa katika ulimwengu wa roho. Kuna ploti ukiambiwa inauzwa, eneo liliopo ni eneo zuri, yaani eneo la barabarani kabisa, yani eneo ambako mtu ukiangalia hivi, sema hii ploti hata kesho inanunuliwa, lakini unashangaa ploti iko eneo zuri, lakini inakosa mtu akununua, wa wala ionekani, imefunikwa isionekani. Unamwona ni dada mzuri, dada mrembo, dada na sura nzuri, dada ameumbwa, binti ameumbwa akaumbika, binti mrembo, ni mzuri, hana kasoro, sio kilema, hana ulemavu, lakini haolewi. Mtu anarogwa, anafunikwa. Shida sio kupaka makeup, shida sio kuweka mawigi, mawigi kichwani Yaani, shida sio kuweka malasta, manywele ya wazungu. Unaweza ukabandika mpaka kucha zikawa ndefu hapa, unaweza ukaweka kope zikarefuka zikawa ndefu mpaka hapa, na bado na kope zako na lipstiki zako na wanja wako na bado usiolewe. Shida sio kope, kubandika kope. Shida sio kubandika, kuongeza shepu. Unaweza kuongeza shepu, kuongeza shepu, kuongeza shepu, paka ukawa tungunyema hivi, bado na bado uolewi ulimwengu wa roho, shughulikia ulimwengu wa roho. Aroo, binti unanisikia? Kijana unanisikia? kwenda jimu kuongeza mwili, sijui nini, hayo mambo mengine yote ni ya ulimwengu tu. Unang'ang'ana mwili, using'ang'ane mwilini, ng'ang'ana rohoni. Bintu, usiende kuongeza makalio ili uolewe. Unaweza kuongeza makalio ukainuka juu kama Pro Box, na bado usiolewe. Unaweza ukabandika kucha zikawa ndefu na bado usiolewe. Unaweza ukaambuka paka makeup pipa zima, pipa zima, umepaka makeup kwenye uso na bado usiolewe. Shida siyo kupaka makeup. Je, katika ulimwengu wa roho kuko salama? Ulimwengu wa roho uko salama? Wewe ujalogwa kweli, ujafungwa kweli, ujashikiliwa kweli, ko cha kwanza, ng'ang'ana ulimwengu wa roho. Ukifungua ulimwengu wa roho, unashangaa umepona. Kitabu cha Waefeso, ile sura sita mstari wa kumi imeeleza sana kwa maana kushindana kwetu sisi, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, si juu ya damu na nyama. Kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. We we are not fighting in, in physical life. We are fighting in in spiritual realm. Tunapambana katika ulimwengu wa roho, but our battle it's not the battle of blood fresh. Hatupigani katika ulimwengu wa nyama, tunapigana katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tafuta sana ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho utakusaidia uende unapotaka uende. Mungu awabariki na mfanikiwe zaidi. Ushike ulimwengu wa roho, ng'ang'ana na maombi. Biblia ikasema, omba bila kukoma, na wewe nami narudia tena, pray without cease. omba bila kukoma, omba bila kukoma na utasaidika. Mungu akubariki, wa nikutakie wakati mwema na songa mbele na Yesu Amen.